Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, ndugu mtazamaji na mpenzi wa Saif TV, tunakuja tena kwa siku ya leo kwa mara nyingine katika kukuburudisha, kupatia mada ambayo ni kali kabisa, ambayo tunaiita kwa siku hizi raddu adabishi kwa watu wapotovu wa aqida. Insha Allah kabla tujamleta mwingine hapa mbele yenu tuweze kumpatia adabu katika masala ya, ya, ya aqida yetu hii ya Kiislam. Tunakuomba kabla ya yote usikose kushare na kusubscribe na kucomment na kulike na kuwasambazia watu wengine video hii ili uwe wa mwanzo kabisa kuwa wanafata mada zetu ambazo zinakuja kila siku kwa kasi, na katika kufunza mambo mbalimbali mbali ya dini. Naam, tunakuja kumjibu shekhe anaitwa kwa jina la Abdul Hamid ama Amidu wa hapa Kongo Bukavu, insha Allahu taala, sisi tunaendelea kumjalia katika genge la, la Yusuf Diwani al Ghazali. Yeye pamoja na wakina sabasi wao wako kwenye upande mmoja, tunaendelea kuwaraddi na kuwaweka sawa, insha Allahu taala. Kwa hiyo jamaa, baada ya hiyo raddu tuliyomfanyia siku ile, amekuja tena kwa siku ya leo ama, anafanya nyingine raddu, majibu eti majibu kwa wapotoshaji katika majibu yake hajatujibu maswali tuliyompatia. Tulimpa tuli maswali mbalimbali mbali, kama ulitufata kwenye hiyo video ya kwanza, tulimpa masubadhi ya maswali, kama vile swali ya kwanza, tulimwambia atutajie hiyo riwaya ambayo aliisema kwamba ni riwaya inaonesha kwamba Abdul Qadri Jailani kajirejea kwenye aqida yake aliyokuwa nayo awalan, ambayo ilikuwa ni aqida ya kujua kwamba Allah subhanahu wataala yuko juu ya mbingu yake saba tena juu ya arshi yake. Hii ndio ilikuwa itikadi ambayo tuliitoa kwenye kitabu cha Al Ghunya ambacho ni kitabu cha Abdul Qadri Jailani kinaohakikisha kwamba shekhe alikuwa na itikadi kama na hiyo. Tukawa tumekuuliza swali, tuambie wewe uliyesema kwamba amefanya taraju alijirejea katika akida yake umetoa hiyo riwaya wapi? Na mbona hiyo riwaya haututajii aliyetaja hiyo riwaya mbona haututajii? Unasema tu kwamba ni mtunzi wa kitabu cha Al-Ghunia. Alhamdulillah, umekuja kwa kujibu ukajikosoa, unasema ya e, kwamba ulikuwa haukukusudia kusema huo uongo, bali kilichosababisha ni video yako imetengenezwa vibaya, ni katika hali ya ufundi imetengenezwa vibaya, wakakata maneno yaliyokuwa katikati, mpaka sisi tukaja kusikia kwamba kilichokusudiwa pale ni kitabu cha alghunia. E, ni mtunzi wa kitabu cha alghunia ndiye kaleta riwaya ambayo uliyoileta. Ndogisi ulivyojitetea hivyo, insha Allahu taala. Lakini katika kujitetea kwako, tunakushukuru kwa sababu umekubali kwamba tulichokisikia sisi ni makosa, na haiko hivyo, ndo ilitakiwa kuwa. Kwa sababu Sheikh Abdul Qadir Jailani haiwezekani ye mwenyewe atoe riwaya, kama mtunzi wa kitabu cha Al-Ghunia atoe riwaya inayosema kwamba eti kuna siku Abdul Qadir Jailani alijirejea ali katika itikadi yake, ye mwenyewe mtunzi wa kitabu ndo aseme hayo maneno, haiwezekani. Naam, na katika majibu uliyoileta ukaja kusema kwamba sio tena, sio shekhe, sio kitabu cha Alghuni ndo kilileta hiyo riwaya, bali ni kitabu kinachoitwa kinachoitwa Miratul Jinan wa Abratul Yaqdhan fi maarifati eh, fi maarifati ma yutabaru min hawadithi Zaman, ndo hichi kitabu ambacho umekileta unasema ndo kuna ndani yake hiyo riwaya naam. Kwenye peji yake ya mia mbili sabini na mbili tumekuta hiyo riwaya inasema, ambayo inasema kama ulivyosema. Lakini tu, swali la pili linakuja tena kukukwamisha hapa. La kwanza umeshakiri kwamba ilikuwa ni tatizo ya, ya, ya utengenezaji wa video, bali kuna utaratibu ama makosa yaliyopatikana katika ufundi wakati wa kuunga video ndio kapatikana matatizo katika ufundi wa kuunga. Ya pili, sasa swali ya pili bado hujaijibu, na nimekuona namna ulivyokuwa ukiikwepa hiyo swali, unashindwa kuijibu, unakwenda unaikwepakwepa, ili mradi tu ya kwende mbele mbeleni huko uletelete uchomekechomeke mambo yako ambayo hayaeleweki. Swali linarudi tena hapa kwenye, pamoja na kwamba tumeshaiona kwenye kitabu hiyo riwaya riwaya yako lakini riwaya siyo swahihi. Kwa sababu gani? tunakuta ya kwamba wanasema ya kwamba huyu e, jamaa ambaye anaitwa Sheikh Sheikh Nani e, Najmuddin Al-Asbahani anasema ya kwamba raja akhiran, kwamba Sheikh Abdul Qadir Jilani alirudia kwenye aqida yake nyuma nyuma, mwisho mwisho, hapa mwishoni mwa uhai wake pindi aliposikia amma kana yataqiduhu awalan lama balagahu ilipomfikia habari nani Abdulqadri Jailani alipopewa habari ya kwamba Taqiyuddin Ibnu Daqiqi l Idi ame taajabika amestaajabika kutokana na kufanya kwake shududhi ye Sheikh Abdul Qadri Jailani. Sasa tukakuuliza swali, vipi mtu ambaye Abdulqadri Jailani kafa mwaka wa mia tano stini na moja ndo kafariki Vipi atakuja kustaajabika? Vipi atakuja kurudi ku, ku, ku kwenye aqida yake, kwa sababu ya kumsikia mtu ambaye bado hajawahi kumwona katika maisha yake? Hawajawahi kukutana naye, hajazaliwa yule mtu ambaye anaitwa kwa jina la Taqiyuddin ibn bnu Daqiq al-Eid. Vipi ambaye kazaliwa mwaka wa mia sita ishirini na tano? Walikutana siku gani hao? Katikati yao pana miaka sitini na nne. Siku gani walikutana hao wawili? Mpaka Ibn Daqiq mpaka e, Shehe Abdulqadir Jailani asikitike kuona kwamba shehe mwenzake amejua ya kwamba yeye kafanya shudhudh. Vipi, hawajakutana hata siku moja katika maisha. Nilidhani kwamba utaleta majibu kuhusu haya, lakini umeyakwepa kwenye video yako hiyo ya kwanza. Swali ya kwanza hujajibu, bali umejibu kwa kuonesha kwamba umekosea. Swali la pili ambalo ni hili, umeliruka haujalijibu mpaka sasa hivi, ukaja kuleta balbala na masala mengine ambayo hayaeleweki. Naam, kwa hiyo hii riwaya yako sio sahihi kwa sababu Ibn Abdul Qadri Jailani hawezi akapewa habari ya mtu ambaye bado hajazaliwa eti ametajabika naye, haiwezekani, bado miaka sitini na nne hawatakutana

Hmm. Eti kwamba unakuja kuipatia nguvu hii kauli hii, riwaya ya uongo ambayo iko munqati, inakatika sanadi yake, inakatika sanadi yake, na ina uongo ndani yake, watu ambao wajakutana. Unaipatia nguvu kwa kauli ya pili, eti ya shekhe Abdul Wahabi Sharani ambaye anasema ya kwamba la aderi, naye anakuja kuchemsha, anasema ya kwamba la aderi, adhalika alkalam, sijui kama hiyo maneno dusa ala shaikhi fi kitabihi sijui, kama imechomekwa kwenye kitabu chake, yani al gunia, am waqaa dhalika, ama ni kweli imetokea katika uhai wake. Lakini maskini ya Mungu, amerejea katika aqida yake. Jamaa anasema kwamba Abdul Wahhab Sharani anasema sijui la adiri, yani anatengeneza, unataka utengeneze uunge mkono kauli ya kwanza kwa mambo ambayo hayako hayako kwenye yaa-yanatengenezwa kwenye mashaka. Haiwezekani shekh, mambo ya mashaka la aderi unataka kuja kuileta kama dalili. La aderi sijui mimi. Kama ni, kama ni kwenye haya mambo mawili ya wapi yalitokea? Sasa tunamuuliza ni ya wapi, tukubali katika haya mawili. Je, imechomekwa hizi habari kwenye kitabu cha Shekhe Abdul Qadir Jailani al-Ghuniya, ama yeye ndo, ama alikuwa kweli kwenye hiyo itikadi ya kujua kwamba Allah yuko juu ya mbingu saba juu ya arshi yake, ama, neno, ama alijirejea mwishoni mwa uhai wake? Tukubali nini katika haya maneno? Unaona kwamba hii haitoshi kuwa dalili, kwa sababu ndani yake kuna shubuhati, kwa sababu ndani pana shubuhati. Hata ukitizama kwenye hiyo ya pili, kauli ya pili uliyoileta kumuhusu Ibnu Hajar al-Haytami, Ibnu Hajar al-Haytami umeleta kauli yake ukao, umesema ya kwamba amesema ya kwamba dusa fi kitabihi yani Alghunia, kwamba imechomekwa baadhi ya maneno ya mawahabi kwenye kitabu cha nani, uh, hii cha, cha Abdul Qadir Al-Jailani eti pamechomekwa e, kwenye Alghunia. Sisi si tunakujibu, tunakuambia kwamba kabla tujaenda hata mbali, kwanza umekosea katika kumwita e, Ibn ha, Ibn Hajar al-Haitami. Umemwita eti Ibn Hajar al-Haythami. Sikiliza ulivyosema shhaa Haythami, sio Ibnu Hajar Alhaythami, yaani Ibnu Hajar Alhaythami, kwa sababu Alhafidh Alhaythami ni mtu mwingine ambaye anaitwa kwa jina la kwa jina kamili alhaythamii Ali ibn abi Bakr ibn Sulaiman ibn abi Bakr ibn Umar ibn Salih a, Nuruddin Abu al hasan sahibu majma' al zawaid ndo anaitwa kwa jina la alhaythamii na sio, hakuna neno ibnu hajar katika jina lake huyu, na ni hafiz naye pia na alikuwa mwalimu mwalimu wa ibnu hajar al asqalani huyu ambaye tunamtaja hapa.

Ibnu Hajar Alhaitami bitai walaisa bithai, kwa sababu Alhaythami ni mtu mwengine ambaye anaitwa Ali Bnu Abi Bakar. inshallah taala kosoa hilo jambo. E, naam. Kwa hiyo Shekhe Ibnu Hajar anakuja kusema ya kwamba pamewechomekwa ndani ya kitabu Al Ghunya. Sasa swali linakuja hapa, ambalo ni lizito sana, linakuja kukubatilisha tu itikadi yako, kuonesha ya kwamba shekhe unamzulia maneno ya uongo kabisa. Tizama riwaya unayoileta ya pili, kauli ya, ya tatu hii ya Ibnu Hajar al-Haytami inakuja kupinga ile riwaya yako ya kwanza ambayo ulileta inayosema kwamba shekhe ni kweli alikuwa kwenye ile itikadi ya kujua kwamba Mungu yuko juu ya mbingu saba juu ya arshi yake, lakini alijirejea shekhe. Ibnu Hajar al-Haytami unaleta anasema ya kwamba ni habari za uongo, bali shekhe hajawahi kuingia hata kwenye hiyo itikadi potevu kabisa na kila aliyemzulia hayo maneno ataadhibiwa vikali mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndo kauli ya pili, yaani kauli ya pili yani, inakuja kuniunga mkono katika kuipinga ile riwaya yako ya kwanza, eti shekhe alijirejea katika akida yake. Sasa swali tunakuuliza shekhe Abdul Hamid Amidu, shekhe tuambie sasa, kati ya hizi misimamo riwaya mbili ambayo ya kwanza inasema kwamba shekhe alikuwa kwenye hiyo msimamo yetu ambayo ni masalafi saleh, ya kujua kwamba e, Abdul Qadir Jilani alikuwa na hiyo imani ya kujua kwamba Allah yuko juu ya mbingu saba juu ya arshi yake. Kati ya hiyo kauli na hii kauli ya Ibn inasema kwamba hakuwa kwenye hiyo misimamo, bali walichomeka kwenye, kwenye kitabu chake wakaandika hiyo misimamo kwenye kitabu chake, kati ya hii kauli mbili ya wapi unaiamini? tushike ya wapi? Kwenye hizi kauli mbili, tushike ya wapi? Kwa sababu hapa pana mashaka tayari, hatujui kauli ya wapi tuishike. Je, tuseme kwamba Abdul Qadri Jailani, Abdul Qadri Jailani alitubu alijirejea katika aqida yake, na ile hali alikuwa na hiyo aqida katika maisha yake, lakini alikuja kujirejea na yameandikwa kwenye alghuni ya kweli hayo maneno lakini alijirejea. Je, tuyaamini haya maneno kwa kusema kwamba Ibnu Hajar al-Haitami amesema, amemsemea uongo kwamba wame, wameongeza kwenye kitabu chake, kumbe ni uongo? Ama tuseme ya kwamba hii riwaya ya kusema kwamba amejirejea ndo ya uongo, na Ibnu Hajar al-Haytami ndo mkweli? Kwa sababu wanasema kwamba e, hizi itikadi wanazomzingizia Abdul Qadir Jailani zimefanyiziwa, e, zimechomekwa kwenye, kwenye, kwenye kitabu chake. Tujibu hiyo swali, nani mkweli baina ya Ibn Hajar al-Haytami na huyu mtunzi wa kitabu cha Mir'atul Jinan anayehakikisha kwamba ni kweli alikuwa kwenye hiyo aqida? Tumwamini nani? Na medam kwa na mashaka, tunakuambia mtume anasema, dama yaribuka ila ma la yaribuka, fata kilichokuwa nacho uhakika, achana na kile ambacho kiko ndani yake mashaka, insha Allahu taala. Naam, tunakutajia tu masheikh ambao tunakutajia mashekhe ambao wamekubali kwamba Algunia ni kitabu cha shekhe nani, Abdul Qadir Jailani, akiwemo Ibni Kathir amesema hayo maneno. Imamu Dhahabi ameanukuu yale maneno katika kitabu chake Aluluu Lialiyilghafari li-ali, li-ali, amesema katika kitabu chake, na wengine mashekhe wengi kabisa wanathibitisha kwamba hiyo itikadi ya kujua kwamba Allah yuko juu ya mbingu saba na, na juu ya arshi yake alikuwa nayo. Insha Allahu Taala, naziweka hapa sizisomi, naziweka tu kwenye, kwenye video u, u, uli, ili uwe unazitizama tizama pale insha Allahu Taala. Naam, twende kwa mtu wa pili ambaye ni wa mwisho Abul Hassan al-Ash'ari. Umesema kwamba Abul Hassan al-Ash'ari naye pia hivyo hivyo kwenye al-Ibana E, hajawahi kuwa na hiyo msimamo mpaka. Lakini cha ajabu kilichonishangaza zaidi ni pale ulipoleta ushahidi wa kumtetea Abul Hasan al-Ash'ari, ushahidi unaenda kutoa katika kitabu kinachoitwa kitabu chenu cha ma cha Ash'ari, eh? nani nyinyi ambao ni ma katika akida ya Ash'ariya eh, kitabu chenu ndio utakuja kutetea hapa tuletee kitabu vitabu vya wanachuoni ndo vitetee hili jambo tuone. Kwa hiyo hiyo, kwanza kwanza, hiyo hayo maneno uliyoyaleta hauku, maanake haukupatia katika kuzungumza, kwa sababu ulipaswa kutuletea kitabu ambacho ni kingine ambacho kitakuja kutusahishia kama ni kweli ama la, shekhe alikuwa hayuko katika hiyo itikadi, bali nikupatie nikupige msasa, kwa sababu nilisema kwamba hii ni raddu adabishi, nilisema kwamba hii ni raddu adabishi. Nenda ukasome kitabu cha Shekhe Abul Hasan Al Ashari kinachoitwa Arrisala li ahli thaghar, Arrisala li ahli thaghari, e, e, e, risala ndani yake Shekhe amezungumza tena waziwazi wazi ya kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala yuko juu ya mbingu saba juu ya arshi yake, na hiyo maneno ndio hapa tunaiweka insha allah kwenye video hapa. Nadhani unaiona pale, iko wazi kabisa. Shekhe alikuwa na hiyo itikadi kama Al Ibana wamemzingizia memzi wa kwamba Al Ibana ni kitabu chake na ile hali ya kuwa na hiyo aqida iliyokuwa ndani ya Al Ibana, basi tuambie, je, walimzingizia pia? Walimzushia kwenye kitabu chake hichi kingine ambacho kinaitwa Arisala Ar li ahli Thaghar, je, walimzushia hiyo pia ni jambo ambalo halieleweki katika kichwa. We unakuja kutetea aqida ya Shekhe Abul Hasan al Ashari kwa kitabu cha, nyi, chenu nyinyi maasharia ndio unakuja kuitetea hii, na ile hali unaacha kitabu chake chenyewe ambacho kakiandika shekhe kwa watu wathaghar walipomuuliza aqida sahihi ni ipi, akawa anawajibu katika kuwaonyesha kwamba ni kuamini aluluu kuamini kwamba Allah subhanahu wa taala yuko juu ya mbingu saba juu ya arshi yake subhanahu wa taala. Kwa hiyo Abul Hasan al-Ash'ari humjui, ndo maana unamzushia maneno ambayo hayajui yeye binafsi. insha Allahu taala, acha, acha niishie hapo nikwambie tu kwamba e, maneno tuliyoisema yanabaki hivyo hivyo. Tizama, tafuta kitabu cha al-Imam e, Ibn Asakir amezungumza kuhusu e, nani waliomzushia iftira zilizofanyika dhidi ya Imamu ash -e, Al-Ashari, Abulhasan Al-Ashari. Kitabu chake hicho anaandika ndani yake ya kwamba ile Al-Ibana ni kitabu chake, na shekhe aliwahi kufanya tauba msikitini juu ya mimbar siku ya Ijumaa akatoa na nguo yake akasema, ya kwamba nabadilisha msimamo kuanzia siku ya leo kama ninavyoibadilisha nguo yangu hii niliyokuwa nikivaa. Haya maneno katika kitabu kinachoitwa kitabu cha Ibnu Asakir, ameandika haya maneno insha allahu taala. Ibnu Asakir ndo anasema haya maneno kwamba sheikh alifanya taraju, na hii yetu ina sanadi ambayo iko sahihi na sanadi yake ndo hii ya hapa kwenye video uko unaiona, iko wazi kabisa na inatetea haya masala insha allahu taala. Kwa hiyo wewe unachokisema hapo ni balbala na sio tu Ibnu Asakir peke yake, bali nitakuletea majina hapa kwenye video yangu. Utaona majina yanavyopangana ya wale wote walioamini kwamba shekhe eh, na ushahidi kwenye vitabu vyao vya wale wote walioamini kwamba shekhe alikuwa katika akida ya kujua kwamba Allah yuko juu ya mbingu saba juu ya arshi yake, insha allahu taala. Hii ilikuwa ni raddu adabishi kwako wewe kijana Abdul Hamid Amidu.